Tulikuwa na ziara ya bodi ya benki kuu ya Tanzania ambapo tumeweza kutembelea uh, refinery za gold. Na tunashukuru mpaka sasa sisi kama benki kuu tangu tulipoanza hii programu ya ununuzi wa dhahabu mwaka jana tarehe moja mwezi wa kumi, e, baada ya mwaka mmoja, tunaona sasa tumetimiza jumla ya tani 15.37 za pure za gold, yeye tunaita ni monetary gold ambayo imesafishwa kwa viwango vya kimataifa vya asilimia 99.99. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumeanza program vizuri na ndani ya mwaka mmoja tumefikia kiwango hicho cha tani 15.37. Na sasa hivi tulikuwa tunapita pamoja na bodi ya wakurugenzi wa benki kuu, ambayo mimi nakuwa pia ni mwenyekiti wake, na tumetembelea uh, viwanda vyetu vinavyochuja uh, dhahabu. Kwa upande wa Mwanza Precious Metal Refinery ambao wamekuwa wakinunua dhahabu na kuchuja na kuwezesha sasa benki kuu kupata dhahabu ambayo iko vizuri kabisa, lakini pia tumetembelea uh, Geita Gold Refinery ile ya GGR ambayo nayo kwa kweli tunashukuru kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kukusanya dhahabu inayopelekwa na wachimbaji wadogo na wale dealers lakini wanaichuja na kufikia viwango hivyo vya kimataifa. Japokuwa kwa pale Dodoma kuna refinery nyingine ambayo tuna, tuna mkataba nayo ile ya Eyes of Africa refinery, nayo kwa kiwango fulani waliweza kuchukua ile dhahabu. Ndio maana kwa ujumla wake sasa tunasema ndani ya mwaka mmoja tumetimiza tani 15.37. Sasa sisi kama bodi ya Benki Kuu lengo la kwanza la kununua dhahabu ilikuwa ni kuongeza uh, hifadhi ya akiba za fedha za kigeni na lengo la pili ilikuwa ni katika kutafuta njia nyingine mbadala, tunasema tuna diversify namna ya kutunza uh, fedha za kigeni. Kwa hiyo, hiyo monetary gold ambayo tumeiweka kwenye akaunti yetu iliyoko Bank of England inatuwezesha kuwa na akiba sasa ya fedha za kigeni katika mfumo wa dhahabu uh, japokuwa tumeendelea na zile modalities nyingine ambapo tumetunza akiba yetu kwenye e, sarafu za nchi mbalimbali ikiwemo mbali, e, dola e, poundi e, yuan e, pamoja na na, na euro e, pamoja na currencies nyingine. Sasa katika ziara hii tulikuwa tunajaribu kubainisha kama kuna changamoto zozote ambazo wale dealers au wachimbaji wamezi experience ndani ya mwaka mmoja, ili sasa kama bodi tuzichukue tukazifanyie kazi kwa sababu lengo letu ni kuondoa changamoto mbalimbali na kuongeza ushiriki wa wachimbaji na wafanyabiashara wa sekta ya madini, wafanye shughuli zao bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo tumewasikiliza, tumejadiliana nao, tumepokea maoni na mawazo yao ili tukafanyie kazi kwa ajili ya kuboresha zaidi, lakini niendelee kuwasihi wafanyabiashara wote wa sekta hii ya madini kuzingatia uh, fursa zilizopo, kwa sababu tumeona mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka fursa mbalimbali na hata kupitia kwa waziri wetu wa madini, eh, Anthony uh, Mavunde. Tunaona mheshimiwa Mavunde naye ameendelea kuweka mazingira ya wezeshi kwamba hata wafanyabiashara wadogo waendelee kukua na hatimaye waje kuwa wafanyabiashara wakubwa zaidi. Sisi kama Benki Kuu tutaendelea kununua dhahabu na kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na akiba ya fedha za kigeni, akiba ya kutosha inayokidhi uagizaji wa bidhaa kuto, kutoka nje na hata uagizaji wa baadhi ya, ya, ya huduma kutoka nje, ili pale zinapohitajika mambo yaende vizuri sana. Ndiyo maana hata kwa mfano jana tumeweza kusapoti soko la fedha za kigeni kuuza dola milioni 25. Hii yote ni katika kusapoti wale waagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje, ili waendelee kuwa na ukwasi wa fedha za kigeni za kutosha, waagize bidhaa zao zije nchini, tuendelee kufanya shughuli nzuri katika kukuza biashara za mtu moja moja, za jumla na hata za makampuni. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tunaendelea kukuza uchumi wetu na kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi imara, uh, Afrika na hata duniani.